Ni katika hali isiyo ya kawaida, klabu ya Yanga imeweka msimamo kutoshiriki dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba sport Club, iliyopangwa kufanyika Juni 15, 2025, katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hatua hii imezua mjadala mkubwa kuhusu hatma ya klabu hiyo katika Ligi Kuu ya Tanzania Bara. Msimamo wa Yanga: Yanga sport Club imekata rufaa kwa mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS kupinga uamuzi wa TFF na TPLB wa kuahirisha mechi hiyo kutoka tarehe ya awali ya Machi 8, 2025. Hata hivyo, CAS ilitupilia mbali rufaa hiyo ikieleza kuwa Yanga haikufuata taratibu zote za kisheria ndani ya nchi kabla ya kuwasilisha kesi hiyo kimataifa. Hatua za TFF: licha ya msimamo wa Yanga, TFF imesisitiza kuwa mechi hiyo itachezwa kama ilivyopangwa kwa mujibu wa ratiba mpya iliyotolewa Mei 6, 2025. Mechi hiyo itaendelea Juni 15, saa 11 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. TFF imeonya kuwa kutoshiriki mechi hiyo kunaweza kupelekea adhabu kali ikiwemo kushushwa daraja. Je, Yanga wapo tayari kukabiliana na matokeo? Kwa sasa mashabiki na wadau wa soka wanasubiri kuona kama Yanga watasimamia msimamo wao au watarajia uwanjani kwa ajili ya dabi hiyo ya kihistoria. Nadhani hatima ya Yanga iko mikononi mwao.